ya mwisho wajua, nchi lazima iwe na maendeleo na ha, kama Raila ameamua sura mpya, kama Wakenya especially sasa, vijana anaona mambo yatakuwa vizuri na kila kitu kitaendelea tuuamb l Uga ugatuzi, eh, eh. Chanyota, eh lakini sasa siji pesa zenda, tuko tuko tayari. ODM, tuko tayari. Tuko nafurahia kuwa kutakuwa na upiganaji wa ufujaji wa pesa. Yaani kwa ufupi, tunataka yale ile manifesto ya baba Raila iwe pia itatekelezwa humu ndani, ndio wengi wetu tulikuwako tunamuunga mkono kwa sababu ya manifesto hiyo, na makubaliano ha makubaliano haya inaonyesha kuwa hiyo manifesto nayo itatekelezwa. Kwa hivyo tunafurahi kuwa ufujaji wa pesa utapiganiwa na huenda hapo, sasa tunaomba pia ile sasa elfu sita sita, iliosemekana baba aliosema itakuja kwa wananchi ambao hali zao za kiuchumi sio nzuri, sasa ianze kutekelezwa, tuanze kuona ile elfu sita kila mwezi ikija kwa familia ambazo hawaji, hawajiwezi. Alafu na kitu chengine ambacho tunaomba ni kuwa ile elimu ya bure iliyoahidiwa iwe ipatikane kutoka nasari mpaka university, na tuna imani ya kwamba yale yote ambayo ameyataka kuyafanya kwa miaka yote katika hiki kipindi cha miaka miwili ambapo muungano huu utakuwa, yatatekelezwa. Wale wote ambao walifanyiwa ukora katika uchaguzi wa mashinani, nataka niwatoe hofu ya kwamba haki itapatikana na si kitambo, tutajua ukweli. Na mimi na imani ya kwamba timu yetu ya ODM Team Fresh itatangazwa washindi kwa sababu tulitekeleza majukumu na pia tukatimiza yale yote ambayo yalikuwa yanatakikana katika uchaguzi. Sasa kama yeye ameamua kuunga mkono kusign framework agreement na rais pia, sisi kama vijana tunasema tuko nyuma ya chama, tuko nyuma ya kiongozi wetu, tutafata venye tutaambiwa. Tunashukuru, ni hatua moja. Sasa Kenya niendelee, vijana tupate ajira, vijana tushughulishwe kwa miradi tofauti. Hata huku ni anjani kukija miradi pia. Sisi vyenye ODM, sasa hii inashirikiana na, na serikali nafikiri tutapata nafasi, watu watapata vibarua na maendeleo ya nchi yataendelea.